Hello guys, habari zenu? Kwa majina naitwa Catherine Dagile na leo tutaanza rasmi summary zetu za vitabu. Kwa hiyo leo tutaanza na kitabu kinachohusu courtship. Kitabu kinaitwa Courtship 101 kimeandikwa na Tundo Ayowele. Kwa hiyo kwenye hiki kitabu kitakuwa na episodes nne. Leo tutaanza na episode ya kwanza na inaitwa Understanding Courtship. Kwa hiyo kwenye hii Understanding Courtship kuna vitu mbalimbali utakavyojifunza na kwa kwanza tutaanza na kujifunza definition of courtship. Courtship kibiblia imeelezwa kama ni yale mahusiano ambayo yanakuwa na sifa kuu mbili. Ya kwanza inatakiwa iwe God centered, lakini pia inatakiwa iwe intentional process focusing on marriage, kwamba God centered inatakiwa yawe yale mahusiano ambayo yanamhusisha Mungu kwamba ili kujua kwamba Mungu huyu mtu ni sahihi au sio sahihi, lazima mumhusishe Mungu, kwa sababu tunajua kwamba Mungu ndo anayemjua kila mtu. Kwa hiyo ili sisi tuweze kujua ile mtu kama ni sahihi au sio sahihi, lazima tumombe Mungu. Kwa hiyo lazima kwanza iwe God centered. Lakini pia natakiwa iwe intentional process focusing on marriage, kwamba lazima malengo yake makuu yawe ni kuiendea ndoa kama sio kuiendea ndoa, basi hiyo haina sifa ya kuitwa courtship. Lakini pia kuna tofauti kati ya courtship na dating. Watu wengi huwa tuna tunafananisha haya mambo, lakini yana tofauti mkubwa sana. Dating ni yale mahusiano ambayo kwanza tunajifunza kwamba ni mahusiano ambayo ni experimental, yani ni ya majaribio, unajaribu uone kwamba huyu mtu nitaweza kweli kwenda kwen naye mpaka kwenye courtship. Yani ni kama ni kama zile hatua za mwanzoni, yani ni stage ambayo ni changa kwa courtship. Kwa hiyo ni experimental kwa sababu unakuwa unataka kujua kwamba huyu mtu labda tutaweza kuwa compatible au huyu mtu labda ana sifa hizi na mi nataka mtu aina hii na aina hii na aina hii. Lakini pia courtship, I mean dating ni yale mahusiano ambayo ni emotional risky. Kwa sababu sio intentional no? Kwa hiyo mtu anaweza kuumiza muda wowote ule we. Na wengi sisi ni mashuhuda wa matukio ya dating, kwa sababu unakuta mtu muda wowote anakwambia okay, mimi na wewe we are done. Yani hatuendelei tena, lakini ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hayako intention. Lakini pia wapo watu wanaotoka kwenye dating mpaka wanafikia hiyo ndoa lakini sio wengi, yaani asilimia sio kubwa hivyo. Pia kitu kingine ambacho tutaenda kujifunza ni purpose of courtship. Kwenye purpose of courtship hapa tunajifunza kwamba moja ya purpose ya courtship ni kuweza kudiscover, kugundua kama yule mtu unaweza kufika naye hadi kwenye ndoa, kwa sababu pale ni kipindi ambacho mnakuwa mmeanza kujuana, kufahamiana, kujua personalities za mtu, kitu gani anapenda, kitu gani hapendi kwa hiyo hicho hicho kipindi ndio kitaweza kukusaidia wewe, na pia huku unamwomba Mungu itakusaidia wewe kujua kwamba huyu mtu naweza kufika naye hadi kwenye marriage au nisifike naye. Lakini pia courtship ni mahusiano ambayo ni ya kumheshimu Mungu. Unatakiwa maintain holiness utakatifu katika mahusiano. Kwa hiyo tunapoongelea utakatifu katika mahusiano, tunaongelea pia kwamba mnatakiwa maintain purity kwenye relationship natakiwa kuwa pure, msi msiendee sex kwa sababu hata kwenye misingi ya kibiblia tunasoma hiki kitabu kwamba biblical foundation ni kwamba no room for sexual immorality, kwamba hii sexual immorality yani haitakiwi kabisa, kwa sababu tunasoma kwenye kitabu cha Waebrania pale 13 mstari wa 4 unasema kwamba ndoa iheshimiwe na watu wote, ndoa iheshimiwe na watu wote, malazi yake yawe safi bali waasharati na wazinzi Mungu atahukumia adhabu. Kwa hiyo kuna adhabu ya waasharati na wazinzi, na hicho wa wa kipindi cha washerati na wazinzi inaweza kutokea kwenye kipindi cha courtship. Kwa hiyo tunatakiwa ku avoid hivyo vitu ili kuwa na purity katika mahusiano na kuendea ndoa yenye mafanikio. Lakini pia tunajifunza kuna role pale, kuna mchango wa wazazi pamoja na mentors katika mahusiano vijana wengi huwa tunaona kwamba eh, yani, mzazi akichagulie mchumba sijui mzazi akushauri yeye, wakati wake ulishapita bwana. Lakini kwamba hata Biblia inatambua mchango wa wazazi, tulisema kitabu pale cha Mithali moja mstari wa nane hadi wa, wa tisa, tunajifunza kwamba anasema mwanangu, yasikize mafundisho ya baba yako na nausikatae shauri la mama yako, kwa sababu ni kilemba cha neema kichwani mwako. Kwa hiyo maana yake yale mashauri na yale mafundisho ni vitu ambavyo vinatakiwa kuviheshimu. Katika courtship, mzazi anaweza akaona kitu ambacho wewe mtoto usione, kwa sababu unakuwa umekuwa blinded labda na ule upendo, usione lakini mzazi akaona, akakwambia. Kwa hiyo kuna mchango wa wazazi na mentors, au wa watu wengine, wanaweza wakawa mzee wa kanisa, anaweza kuwa mchungaji au mtu yoyote mwenye experience na mambo ya ndoa. Lakini kitu cha mwisho tutakachojifunza siku ya leo ni kuhusu miscon misconceptions about about courtship. Kwamba kuna nadharia nyingi za watu ambazo huwa wamezitengeneza kichwani mwao, kwa hiyo wanakuwa wanazidefine hivyo courtship. Kati ya hizo misconceptions nitaweza kujifunza kwa leo ni misconception mbili. Ya kwanza ni kwamba courtship ni old fashion, yani huo ulikuwa mtindo wa zamani. Wazazi wetu ndio walikuwa kwamba wana wanaenda wana public wanasema kwamba inaweza ikawa kanisani, wakasema kwamba sisi tunakuwa engaged, hapo ndo kuchumbiana manake tutakuwa kwenye courtship hadi kuendea marriage. Kwa sababu watu ambao wanakuwa wameshachumbiana ni watu ambao wanakuwa kwenye courtship, na waliochumbiana wote tunajua kwamba lazima waiende ndoa. Sasa watu wanakuwa na mtindo wa kuona kwamba ah, yaani hizo commitment watu wameshajua kwamba hapa huyu na huyu wameshachumbiana, kwa sababu kuwa na mtu mwingine. Haya mambo ni ya, ya, ya na wakati, lakini ni, ni jambo muhimu sana, kwa sababu litasaidia lita kuongeza ulinzi during courtship yenu, kwa sababu watu wanakuwa wanajua kabisa kwamba nyie sio tena dating, yani hamdate tu, lakini mmelenga kuifikia ndoa. Lakini kitu kingine misconception nyingine ni kwamba courtship inakuwa followed na wale watu ambao wana strict parents, kwamba courtship hii ni kwa wale ambao wazazi wao wakali, yani hawawezi hawawezi kutoka labda ya kuenda huko au hawawezi kufanya mambo fulani. Kwa hiyo, hiyo ndio inakuwa exercised na hao watu tu, lakini sio kweli. Courtship inatakiwa ifanywe na watu wote, hata sisi ambao wazazi wetu inawezekana kwa sababu ya muda, majukumu wanashindwa kutufuatilia lakini sisi wenyewe tunatakiwa kuwa tunayatambua kwamba courtship inatakiwa kuwa pure. Kwa hiyo, courtship sio tu kwa wale wenye wazazi wakali wanaowasimamia. Hata sisi ambao hatuna wazazi wakali inatakiwa tuifanyie kazi. So that's all about understanding courtship. Hicho ndio tutakachojifunza leo, lakini session ijayo, sasa tutakuwa na session ambayo inahusu vitu gani vya kuongea during courtship na vitu gani ambavyo sio vya kuongea, vitu muhimu maswali muhimu ya kuuliza hivyo, tutajifunza vyote kwenye session ijayo. So thank you. Na tumaini mlikuwa na kipindi chema. Tukutane kwenye session nyingine, asante.